Energy drink ni habari ya mjini na wengi hatufahamu kabisa kuhusiana kinachoendelea kuhusiana na energy drink. Katika video hii naenda kuelekeza jinsi ambavyo uh, energy drink inachukua maisha ya watu. Uh, wanafunzi, watu wenye shughuli za kuwa uh, busy sana, watu wanaofanya kazi za usiku, uh, madereva, maniko tutatunyesa energy drink na wengine tu wakishajisikia mchovu, unajisikia vibaya unaenda kuchukua energy drink au uh, unakunywa ili kujiboost kuongeza nguvu a bila kujua kwamba e, sio kwamba unakunywa nguvu ila unakunywa kifo. Fahamu kwamba energy drink ndani yake imetengenezwa na viambata kama epa. Ndani kuna caffeine, caffeine nyingi sana kuliko ambayo ipo kwenye kahawa, kuliko ambayo ipo kwenye soda. Nyingi sana. Alafu pia kuna e, taurine. Taurine hii ni aina mojawapo ya amino acid ambazo zinaaminika kuongeza nguvu e, ya ubongo na misuli. Lakini pia kuna kitu guarana, kuna sukari, zile added sugar, sukari kwa ajili ya kuongeza pia nguvu na vitu vingine hivi kemikali vingi tu ambavyo vimechanganywa mendani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba eh, product inakuwa nzuri. Maana hapa tunazungumza product. Wewe unaijua brand ambayo unaitumiaga lakini energy drink zote ni energy drink. Sasa madhara gani ambao unayapata kutokana na hizi viambato au hizi kemikali ambazo zinapatikana kwenye energy drink? Madhara moja wapo ni kitu tunakiita vaso constriction. Vaso constriction ni kwamba ile mishipa ya damu ina inasinya. Mwanzo ilikuwa ha, ilikuwa namna hivi inapitisha damu kawaida, lakini ukishatumia energy drink inakuwa hivi, inakuwa membamba sana. Kwa hiyo damu e, mishipa ya damu inasinya, ina vaso constrict. Aa, na matokeo yake sasa ya hiki kilichotokea hapa ni kwamba mapigo ya moyo yanaongezeka. Kwa hiyo utakuwa shahidi kwamba mara kadhaa mapigo ya moyo yamekuwa kiongezeka sana ukitumia energy drink. Na matokeo yake nyingine ni kwamba pressure inapanda, na hii inatokana na kwamba ukitumia energy drink uh, hizi viambata hasa sasa caffeine inapandisha, ina stimulate ile tezi ya adrenal ambayo inatengeneza uh, hii hormone au hii dawa ya kuhamasisha mwili kuwa katika hali ya kupambana, hali ya kuwa active zaidi. Uh, hii adrenal ambayo hii inaweza pia ikachangia na mtu kupata pressure na mapigo ya moyo kuongezeka. Na vile vile madhara ambayo ni ya hatari zaidi ni kwamba eh, energy drink imeaminika kitaalamu na tafiti zimeonesha kwamba inasababisha kitu tunakiita arrhythmia. Arrhythmia ni kwamba mapigo ya moyo ya, mo ya mapigo ya moyo yanakuwa yanavurugika vurugika. Yaani hayapo kwenye mpangilio mzuri. Eh, badala ya kupiga tup tup yanavurugika yanakuwa mizigi za gamara yanapiga, yanaacha. Yanapiga, yanaacha. Yanapiga, piga, yanapiga, yanaacha kwa sababu ya hiyo energy drink, na inaweza ikapelekea moyo ukasimama ghafla, unaweza ukapoteza maisha ghafla kama ambavyo ndio tumewaona wamekufa ghafla vijana wenzetu, hata sio wazee, wamekufa ghafla kwa sababu ya kutumia energy drink. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni hatari sana. Sasa unaweza ukasema, ah bwana mimi mbona sijafa na, au jamaa fulani unamfahamu ajafa na kunywaga sana energy drink. Uh, ah, kutokufa imaanishi kwamba ni salama Uh, inategemeana sasa na dozi ambao amekunywa, lakini pia kuna watu ambao wanakuwa na hiki tunakita uh, long QT syndrome. Hii ni aina ya ugonjwa wa moyo ambao unakuwa ni wa kimya kimya, mtu unaweza kuwa unaishi tu vizuri, una furaha zako, uh, hausiki popote panauma, lakini una ugonjwa wa moyo, yani moyo una udhaifu mahali fulani, tunaitwa long QT syndrome, ambayo hii watu wenye hii, wenye ugonjwa huu au wenye changamoto hii na hawafahamu ukinywa energy drink hata kwa dozi fulani ambayo sio kubwa sana inaweza ikachukua maisha yako hapo hapo. Kwa hiyo epuka sana kutumia energy drink. Na madhara mengine ya kutumia energy drink ni pamoja na kukosa usingizi, uh, inaweza kusababisha degedege yani conversion, lakini pia inaweza kusababisha anxiety, unasikia kama vile wasi, una wasiwasi, una kiherehere bila kuwa na sababu cha msingi kwa maana ya mapigo ya moyo yanakwenda mbio mbio una wasiwasi. Lakini pia inaweza kusababisha uraibu, ukawa sababu umeshaanza ukashindwa kuacha sababu ya ile caffeine iliyopo mle ndani. Na vile vile inaweza ikaharibu ini na figo. Kwa hiyo kama mtu ambaye unajipenda, um, epuka kunywa caffeine. I mean kunywa caffeine kwa maana ya kunywa energy drinks ni hatari hatari sana kwa afya yako na hamna kitu kizuri unakipata. Hata kutoka kwenye standing point ya mambo ya maendeleo, uh, unakuwa productive zaidi pale ambapo akili yako ilipumzika na baada ya hapo ukafanya kazi. Kwa hiyo usitafute ku, ku, kuongeza nguvu na ukaskip kupumzika. Ati kwa, kwa ajili ya kuongeza production, kama ni mwanafunzi kuongeza muda wa kusoma aa, kama ni mfanyakazi kufanya kazi zaidi, hiyo ni mbaya zaidi, kwa sababu inaharibu afya yako kwa muda mrefu. Kwa hiyo, epuka sana kutumia energy drink. Tumia njia zingine za kurejuvenate: fanya mazoezi, kula vizuri, kunywa maji, pumzika ya kutosha. Utakuwa na akili ambayo clear, kwa ajili ya kufanya kazi zako. Ama umependa video hii hakikisha kwamba una share na rafiki yako ambaye unajua pia naye anapambana hii shida, au hajui kabisa uh, kuhusiana na haya madhara. Unaweza ukampoteza siku moja, endapo kama asipoangalia video hii. Ili uweze kuendelea kupata mafunzo haya mazuri, mimi naitwa Dr. Necha. Mungu akubariki sana.